Na karibu sasa tuzungumze kuhusiana na ushirikiano wa Umoja wa Ulaya pamoja na Tanzania, hasa katika masuala ya kimaendeleo. Ikiwa miongoni mwa maeneo ambayo ushirikiano huu umekuwa kwa kiasi kikubwa, ni swala la mikataba ama makubaliano ya masuala ya mazingira ama ya kijani, lakini eneo lingine ni, ni masuala ya utawala bora pamoja na masuala pia ya rasilimali watu, na hapa studioni tumetembelewa na Christine Grau ambaye ni balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania na kwa jumuiya pia ya Afrika Mashariki. <laughs>

Uh, mwezi wa tano mm -hmm. Na wakati nimemuuliza kuhusiana na hilo wakati sauti inakaa vizuri, Siku ya Ulaya inaadhimishwa kila tarehe tisa. Uh, mwezi wa tano, lakini uh, kutokana pia na uh, mazingira mbalimbali mbali, uh, imesogezwa mbele na itaadhimishwa uh, itakuwa Alhamisi hii, na mengi pia yanafanyikwa hasa uh, katika hilo ikiwemo uh, kushirikisha wadau mbalimbali uh, katika shughuli ambazo mmoja wa Ulaya balozi anasema Hilda, yeah. kwamba siku yenyewe uh, ilianza kutokana na wazo ambalo alilitoa E, moja kati ya e, mawaziri kutoka taifa la Ufaransa, na kwa sababu walikuwa wameshapitia vita mbili e, e, za dunia mm, na wakaamua sasa kutengeneza Ulaya yenye amani kwao. Wakatafuta siku ambayo wanaitumia kama kuadhimisha, lakini walianza kushirikiana nchi sita katika hilo, na baadaye tunafahamu sasa hivi a, zimeongezeka nchi na sasa tuna nchi 27 za Umoja wa Ulaya na kila ifikapo tarehe tisa mwezi mei inakuwa ni siku ya ulaya ama siku ya umoja wa ulaya. And mm -hmm. uh, the theme for this year is about energy mm -hmm. uh, here in tanzania we also have been committed uh, in helping out so much uh, on that how does eu support uh, tanzania in this mm -hmm. we have, um,

So, uh, that will be mwenzangu very, very, uh, nice to, to meet them and to see how they are doing, yeah. Uh, amemuuliza balozi kwamba eh, moja kati ya maeneo ambao Umoja wa Ulaya wanashirikiana ama wanaisaidia Tanzania ni katika eneo la nishati, na hasa kauli mbiu katika kuadhimisha eh, siku ya Ulaya imejikita kwenye nishati, na balozi anasema yapo mambo mengi ambayo um, Umoja wa Ulaya unafanya katika eneo la nishati ikiwemo, eh, wana mfuko maalum wa kusaidia Uh, uh, uh, uh, uh, wananchi katika masuala ya nishati safi ya kupikia, lakini wana programu mbalimbali wana, ambazo wanaziunga mkono wanazifadhili zi, wana ikiwemo e pia uh, wapo wananchi ambao watapata ufadhili hivi karibuni wakwenda kupata utaalamu kuhusiana na masuala hayo ya nishati and, uh, on that specific um, area uh, mm -hmm. Your Excellency, um, in the area of uh, clean energy and cooking

Mwenzangu amemuuliza kuhusiana na kampeni ambayo kwa sasa Tanzania imekuwa ikifanya hasa katika uh, nishati safi, matumizi ya nishati safi ya kupikia na ameuliza, kwa Umoja wa Ulaya imekuwa ikishirikiana vipi pia uh, na serikali ya hapa nchini, na balozi ameeleza Uh, kwamba wamekuwa wakishirikiana kwa karibu kupitia uh, UNCDF lakini uh, pamoja na hayo kumekuwa na programu mbalimbali ambazo wamekuwa wakifanya. Lengo hasa ni kuwawezesha pia uh, wabunifu uh, katika kusaidia uh, kupitia misaada ambayo imetolewa, maruzuku ambazo pia hutolewa na kusaidia uh, kwa kiwango kikubwa kampeni hii kuweza kuwa, uh, kuwa endelevu.

Mwenzangu amemuuliza mheshimiwa balozi kuhusiana na eneo la vijana na ubunifu wao, namna ambavyo Umoja wa Ulaya amekuwa akiunga mkono na amesema kwamba hasa katika programu maarufu ya funguo eh, ambayo uh, vijana wamekuwa waki saidiwa kwenye bunifu ambazo wanazifanya, lakini sasa hivi kitu ambacho wanafurahia zaidi ni kwamba eh, takriban asilimia hamsini ya wale, wa, wale vijana waliofanya ubunifu wame, wamekwenda kwenye eh, stage ya pili kwa maana ya kwamba kuendeleza bunifu zao na kufikisha zaidi kwenye soko, lakini pia yako mambo mengine ambayo eh, Umoja wa Ulaya ama program nyingine mbalimbali ambazo Umoja wa Ulaya unaunga mkono katika eneo la vijana mm-hmm. Um, Ambassador, as we look ahead, what is your vision

Mwenzangu ameuliza vipi kuhusiana na maono yake sasa ya jumla kuhusu ushirikiano wa Umoja wa Ulaya na Tanzania. Balozi uh, anasema uh, ushirikiano unakwenda vizuri na jana, uh, wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nchi za nje, Rais pamoja na waziri wa mambo ya nje walitaja maeneo muhimu ambayo, uh, yanakwenda kuimarisha ushirikiano na yeye pia amesema wako wazi ama wako tayari kwa ajili ya mazungumzo, kwa sababu wanaamini mazungumzo yanasaidia kutoa ushirikiano huo kutoka sehemu moja uh, kwenda sehemu nyingine, na ndivyo ambavyo eh, mahusiano yaliyokomaa yanatakiwa kuwa, eh, kwamba mazungumzo yawepo zaidi and, uh, on that, you know, here in Tanzania uh, this year we are, uh, we are heading to the general election. Mm-hmm. I'd like to know the, your, your view and, um,

Tanzania kwa sasa tunaelekea uchaguzi mkuu e, suala la muhimu na la msingi kwa mwaka huu. A, kama nchi sasa, ushiriki wa umoja wa Ulaya katika hili hasa ni upi? Na balozi ameeleza kuwa, a, zaidi wataendelea kushirikiana Uh, na hasa uh, kuelekea uh, uchaguzi, mengi ambayo yanafanywa ni kuwa waangalizi na sio kutoa uh, ruzuku kwa namna yoyote, kwa sababu si kitu ambacho serikali imeomba, lakini uh, sio pia uh, katika utaratibu wao uh. Wanatazamia zaidi pia uh, kuona uchaguzi uh, huru na haki na kuona pia uh, maendeleo mengine yanaendelea wakati uh, zoezi hili la uh, uh, kupiga kura ma uchaguzi pia.

Uh, but for being with Tanzania, of course, we would like really to reinforce uh, and strengthen our cooperation to be here as a reliable partner. And uh, we're looking forward to the celebration of Europe Day uh, which will happen this week. Mm -hmm. Thank you so much. <laughs> Uh, weekhasomc Balozi wa kumalizia, anasema kwamba anatazamia kwamba ushirikiano mm -hmm. wa Tanzania na Umoja wa Ulaya utaendelea kuimarika E, kama ambavyo e, e, ipo kwenye kauli mbiu na maono pia ya kuanzishwa kwa Umoja wa Ulaya, lakini pia wanafurahi kwamba siku chache zijazo watasherehekea Siku ya Ulaya ambayo itakuwa Alhamisi ya wiki hii and so on that my friend was asking me are you invited and i said no <laughs> <laughs> hope uh, maybe a few days down the line of get an invitation i think you will get it today so <laughs> yeah <you> so. utapata mwaliko leo utapata mwaliko leo balozi amesema and um, i've seen that you're interested in learning a bit of swahili so far how is it

Tunakamilisha hivyo. Tumezungumza hapa na Christine Grau ambaye ni balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania na kwa Jumuia pia ya Afrika Mashariki. Tumezungumza mengi hasa yale ambayo Umoja wa Ulaya inafanya kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania, lakini kubwa pia kuelekea siku ya Europe Day ambayo inatarajiwa kufanyika Alhamisi hii.